Tuahoza Nuhumbura ni afisa wa utalii kutoka Bodi ya Utalii Tanzania, niko ofisi za kanda nyanda za juu kusini. Kama unafahamu bodi imebarikiwa kwa na majukumu mbalimbali ikiwemo ni kupromote na kutangaza vivutio vya utalii vinavyopatikana Tanzania lakini pia kutoa hamasa kwa wadau mbalimbali kutoka sekta binafsi pamoja na umma waweze kuchamkia fursa za masuala ya utalii. Kwa hiyo kuwepo hapa ni kimkakati zaidi kuhakikisha kwamba tunapromote zao la utalii ambapo waterfalls au maporomoko ni moja ya zao la utalii. Lakini kwa kufikia na wenzetu e, wa TAWA tumeweza kuratibu ziara hizi za wadau kutoka mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ambao ni wadau wa utalii ambao pia pamoja na watalii wa ndani kuja kutalii katika eneo hili la Mpanga Kipengere. Mpanga Kipengere imebarikiwa kwa na vivutio vingi eh, kwa na maporomoko mengi ambayo ni mazuri ya kuvutia, lakini pia kwa na vivutio mbalimbali kama tuko bustani ya dunia, ni moja ya product inayopatikana hapa. Eneo hili ni la asili, linapatikana na maua ya asili hajapandwa na mtu yote. Kwa hiyo eneo hili pia ni moja ya kivutio, ambapo wenzetu wa TAWA kupitia Mpanga Kipengere wamekuwa wakipromote. Kwa hiyo utaona kutoka getini pale hadi kufika hapa ni kama kilomita 40 tu. Barabara ni nzuri, zinafikika vizuri. Kwa hiyo kama bodi tumesema okay ni vizuri kuja kuliona. Seeing is believing. Tuliona eneo hili tulipromote, wadau waje, na kama unavyoona mandhari inapendeza. Kwa hiyo wadau wanaweza kuja kufanya camping au kufanya shughuli mbalimbali na za masuala ya utalii. Kwa hiyo kama bodi tumeona kwamba ni, ni haki na ni nafasi pekee ya kuhakikisha kwamba eneo hili la Mpanga Kipengere lakini pia bustani ya dunia tunai promote na kuitangaza, ili wadau mbalimbali waje kutalii katika eneo hili. Lakini pia tunatoa hamasa kwa wadau ambao wanataka kuja kuwekeza katika eneo la Mpanga Kipengere. Ni eneo ambalo ni potential, kwa mdau anaweza kawekeza kwenye masuala mbalimbali, masuala ya camping, masuala ya ya lodges pia, kwa kutegemea soko linalopatikana. Kwa hiyo kama utafahamu, leo tumekuja na wadau zaidi ya 150 kutoka maeneo mbalimbali ametoka Njombe, wametoka Mbeya, lakini all all in all kwa ajili ya kutembelea vivutio hivi vinavyopatikana e, hapa Mpanga Kipengere. Kwa hiyo siku hii ya maporomoko ya maji duniani tumechukua, ni siku maalum kwetu sisi kama bodi ya utalii pamoja na wenzetu uh, watawa kupitia Mpanga Kipengere, kwamba tuwahamasishe wadau waje kutembelea katika vivutio vinavyopatikana hapa Mpanga Kipengere. Kwanza tushukuru serikali yetu kupitia Wizara ya Maasili na Utalii e, kupitia kusini, tumekuwa tuna mikakati mbalimbali ya kupromote utalii wa kusini. Tumeweza kuandaa mikakati ya kimasoko ya kimataifa, lakini tumeweza kuandaa mikakati ya, ya, ya utalii wa utamaduni uh, tunaita cultural tourism strategies. Yote hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweka kusini kama eneo la kutembelewa duniani. Kwa hiyo, kwa hiyo utakuta kwamba e, kusini tumekuwa tukitekeleza mikakati hiyo kwa ajili ya kuhakikisha basi e, tuna position southern kama destination. Kwa hiyo, bodi ya utalii kupitia mikakati hiyo tumekuwa tukihamasisha wadau mbalimbali, vyombo vya habari, tumekuwa tukiandaa maziara ya, ma, ya, ya mawakala wa utalii kutoka nchi mbalimbali duniani. Lakini pia tumeweza kuandaa safari za mawakala wa wa, wa utalii kutoka e, ndani ya Tanzania hapa kuja kutembelea vivutio vinavyopatikana hapa kusini lengo haswa ni kuifanya kusini kujulikana kama kivutio cha kutembelewa Tanzania. Kwa hiyo kupitia mikakati hiyo basi imetuambia tufanye nini, na ndio hichi tunachokifanya hapa kwamba tumetoa hamasa, hamasa mbali mbali na tunaendelea kutoa hamasa ya wadau wadao waweze kutembelea vivutio hivi vinavyopatikana kusini Tanzania ikiwemo Mpanga Kipengere. Naitwa askari muhifadhi mwongoza watalii Leonard Nsajigwa wa hifadhi ya maporomoko ya maji Mpanga Kipengere. E, licha ya kuwa na vivutio vingi sana vya utalii hifadhi ya Mpanga Kipengere imekuwa inasikika sana kwa vivutio kadha wa kadha, mojawapo ikiwa ni mmea wa kamrudishe. Mmea wa kamrudishe ni mmea wa mapenzi unaotumiwa kwa kunuia. Mmea huu umekuwa ukivutia maelfu ya watu kutoka pande zote za dunia na imepelekea eh, vyombo vya habari ulimwenguni E kututembelea e, nakuja kupata taarifa hizi za mmeo kamrudishe. Mmeo kamrudishe ni mmea ambao unapatikana nyanda za juu kusini katika mkoa wa Mbeya na Njombe, ilipo hifadhi ya Mpanga Kipengere pekee, na mmea huu ni mmea ambao una kimo cha mchicha, mchicha mkubwa. Mmea huu unapatikana katika uwanda wa chini wa hifadhi ambao umetamalaki joto kutokana na kuwa karibu na bonde la Usangu na mmea huu hauoti kila sehemu, huchagua mazingira yake asili ya kukua. mmea huu namna ya kupata watalii wengi ambao wanatembelea maporomoko ya maji kwa maana ya kuja kuogelea na kupata masaji za maji, kuingia kwenye vyumba vya siri na madimbwi mbali mbalimbali, kama dimbwi la uba la moto dimbwi la upendo, dimbwi la patano. Wakati wanayatafuta maporomoko ya maji Nyaugenge, ndiko ambako huyafikia, hufikia eh, kivutio hiki adimu ambao ni mmea wakamrudishe. Kwanza ni shukrani kwa umati huu wadau, tumewaita wameitika. E, ukiwa na shughuli watu wasipokuja itakuwa imekurudea. Tunashukuru shughuli yetu ya leo ya siku ya maporomoko ya maji duniani haijaturudea na tunawapongeza kwa kufika. Na sisi tunachowaahidi ni huduma bora, sababu tunatoa guides ambazo, ambazo, ambazo ni very experience, lakini kingine tumewaboreshea free wifi, mwendelea kuburudika muwe live duniani, lakini huduma za vinywaji vya kula vipo kwa wingi. Top of that, usalama ni wa hali ya juu. Wewe ukiwa hapa, jiachie bila kuwa na wasiwasi wowote. Karibuni sana.